Usikae, usikae unasema usika, Bwana atatenda. Bwana alishatenda. Amen! Mwambie wako Mungu alishatenda. Ushapewa utambulisho. Ni wakati wa kwanza kuchukua matendo ya imani, sema matendo ya imani. Nasema matendo ya imani, kwa maana ndoa ipo, nitaolewa nitaolewa, nenda kaulizie shela, nenda nenda, hatafuta shela unayotaka Shela saizi yako na ikikupendeza nifae kabisa, piga na picha. Akikuuliza kwa lilu nava, mimi ndio bibi harusi mwenyewe, ninakuja kuangalia shela nitakaloweza kunitosha, ili nikaonyeshe kamati yangu <coughs> Tona vitu vyako, piga na hereni zako, piga na kucha randi weka na kamkoba kako hapa, nenda kafanya sabayi, nenda, nenda nendateesha <coughs> fika pale, naingia, wanauliza unanunua? Waangalie, je, tunaweza tukakodi ama tunaweza tukanunua? nijue bei. Watakuuliza, watakuuliza kwani harusi? Niliwaambia harusi itakuwa ni mwezi wa kumi na mbili, ila nilikuja kuangalia, ili nipate nipate na bei, nili ni test na lile ambayo nitakalo nienea ili nitakapokwenda kuonyesha wanakamati mm -hmm. Ionge ni nimependa hili kwenye duka la, nichukue na namba na yako, tuwe tunawasiliana mm -hmm. Ili kifika siku hiyo, nije nichukue shela mm -hmm. Wale ni aanagaiana ya kibiashara wanamu nimeshakuwa. Kwa jina la Yesu, pokea ndoa yako, shakuwa imeshakuwa, nasema imeshakuwa na Unanielewa vizuri eh? Ukifika pale, wewe sasa usiende kama mshamba mshamba hivi. Ah ah. Waambie nimeona wameenda sehemu nyingine wananiletea mambo ya ajabu siyaelewi elewi. Kwa hiyo nimekuja mimi mwenyewe niangalie. Niangalie niangalie. Wa unajua sasa kutesti ni elfu ishirini au ni elfu ishirini au elfu kumi. Mwambie hiyo haina sio sana mimi nitakupa tu hiyo. Unampa, unaingia ndani ya shela lile.